Kabla mwaka huu haujaisha madiwani wana mambo kwenye kata zao. Waruhusuni madiwani wanipangie ratiba, nitembee kwenye kata kusikiliza kero za wananchi, kuongea na wananchi kwao, wakitokea Rumeru kule wakitokea Longido twende kwenye kata tukasema na wananchi tukasikilize hoja zao leo, kwa sababu tukikuja na jambo moja la fidia, lakini yako mambo mengine apa tiyali, na ndio maana umeona hapa tayari nimesema mojawapo na mheshimiwa diwani Jumatatu wakimbizane itengenezwe barabara, si ndio heshima hivyo. Na diwani hapa nimempenda hapa, hajamuongea mtu, kaongea issue za watu maendeleo ya hiyo, ndio siasa inayotakiwa. Unaanza asubuhi mpaka jioni wewe ni manunguniko, lawama, wama, kutafuta mchawi, mshirikina huyu. Kuna andiko moja kwenye Biblia anasema kwamba hata mkiomba muomba nini vibaya, kwa sababu kuja kugundua hata tunavyoombaga unaweza kumomba mtu kwa namna ambayo hata hawezi kusaidia kitu. Sasa mimi diwani huyu leo nimemwona hapa, nafikiri shaona kwenye baraza ushakutana mara moja, lakini kaongea hoja za nini? Za msingi. Sasa huyu utaacha kumunga mkono eti hayuko upande wako? Kwani uko upande wa nani? Eh, tunaangalia hoja kwa mimi. Niwaombeni tuweke maslahi ya wananchi mbele, tusiishi kwa kununiana, kushughulikiana, kuharibiana maisha. Hapana, tuweke umoja wetu mbele. Nawambiaka siku zote nyumba yenye ugomvi haina heshima hata kwa majirani. Yaani, nyumba yenu ikiwa ni au, kila siku migogoro, magombano, vita, vurugu hata majirani hawezi kuwaheshimu. Yaani mkitoka hivi hata mkijifaragua oh, no, no, wow. nasikia jana si kugombania nini? Si, nini? huyu nani? Yaani, kwanza mnagombana mpaka majirani wanawasikia mnatukanana ovyo, haina faida. Natamani mji wetu ambao ndio mkoa wa Arusha uwe na sauti hiyo Wakija watu na maneno yao, wasikilizeni, lakini nyinyi tazameni, tunatengeneza pesa kiasi gani kwenye haya maongezi yao? Kama hakuna pesa, achaneni nao. <laughs>